Amesumbua muda mwingi sana, mpaka ikatokea siku moja akabeba aka mbuzi saa kumi ya mchana. Wakati wa usiku alikuwa anabeba tu, ajulikani kwamba ni nani amechukua fisi, uh, au nani. Ilipotokea ya kuchukua mbuzi saa kumi, ikaonekana kumbe anatusumbua huu chui, amebeba mbuzi ishirini na moja ambazo zimepotea na kondoo 18. Huyu mnyama chui anatusumbua muda mrefu. Uwaga anakuja mazingira anachukua mbuzi, atamvua anachukua. Mmefanya vizuri sana kutusaidia kwa sababu gani? Kuna watoto wanachunga. Inaweza wakaliwa. Hapa mimi nashukuru sana kuja kutusaidia. Huu mtego tuwe endelevu. Na bado wapo walikuwa watatu. Watu, wapo, wapo umo kwenye kamlima kale. Ndio, wanakaa pale pale, pale wanatumalizia mbuzi. TAWA tunawashukuru na tunawaomba waendelee kutuhudumia kwa hili kwa hili tukio, kwa sababu wasingelikuwa hawa TAWA hili tatizo lingeri, lingetusumbua muda mrefu, lakini kwa sasa, kwa kuwa TAWA wako tayari kutusaidia, tunaomba waendelee kutusaidia ili tatizo liwe ni mwisho, walimaliza kabisa. Kwa eneo hili ilikuwa ni ngumu sana kwenda kumfikia mnyama lakini, tulianza kwa kutafuta viashiria, kwa kwamba mnyama upo sehemu gani. Baadaye baadaye tukazunguka, tukagundua baadhi ya viashiria. Siku ya pili, wakati katika pitapita, tukagundua kwamba wanyama wapo sehemu za ndani. Tulivyoanza tuka, tuka, kusasogelea tukatafuta huku tukiongozwa na maaskari wakiwa na silaha za moto na sisi tukiwa na silaha za usingizi. Tukabaini, tukamwona yupo ndani ya jiwe sehemu ambapo hatuwezi kufika. Baada ya hapo, tukaamua kutumia mbinu ya mtego, ambayo ni kama ni hatua ya mwanzo kabla hatujatumia dawa ya usingizi. Tukatega tuka, lakini huku tukizunguka maeneo mbalimbali ili tukimkuta sehemu nzuri pia tuweze kumpiga na, na bunduki ya usingizi tulifa. Baada hapo baada ya kufanya hayo yote, tukatega tukamkamata kwenye mtego tukampa dawa za usingizi, hatimaye mpaka kumkamata e, ni wahakikishia wananchi wa kijiji cha Mwalali na vijiji jirani. Hii doria ni endelevu. Sisi mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori TAWA tunathamini sana wananchi kuendelea kuwa salama, lakini pia sio wananchi peke yao pamoja na mifugo yao na mazao yao. Kwa hiyo ni wahakikishie na ni watoe hofu kwamba tutafanya jitihada za kushirikiana na hii doria ni endelevu mpaka hapo tutakavyojiridhisha kwamba mazingira yao yako salama ili na wao endelee kuendelea na shughuli zao za kiuchumi na za kijamii bila wasiwasi.